tangu wakati ule nazungumzia habari ya agano, kuna wengine wamekuwa wakihudhuria tangu wakati ule. Kuna mwingine hakukosa Ijumatano, hakukosa Ijumaa na Ijumapili hakukosa na Ijumatano ya juzi hakukosa na Ijumaa leo yupo hakukosa, lakini sijui kama vyote ambavyo unavyokuwa fundishwa vinaishi hilo sijui, hilo wewe ndio unajua. Kama unajua, utabaki kukumbuka na utazidi kuona uimara wa imani, unajua kama vinaishi. Hata lolote linaloweza likakutokea, au ukalisikia au ukaliona, linalohisi na kuwangiwa au kurogwa au kuchezewa, aiza wewe au watoto wako, linaweza lisikutishe kutokana na kile ambacho unachozidi kukipokea na kuimarishwa ndani ya ufahamu wako. Imeandikwa hivi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yoyote aliyojenga msingi wake kwa mchanga au kwenye mchanga, ukija mafuriko, ile nyumba inafanyeje? Kwa sauti, nyumba inafanyeje? Hilo ni andiko. Msingi tafasili yake ni nini? Msingi tafasiri yake ni maamuzi ya imani. Ila umeyaweka wapi? Yale maamuzi. Umeyawekeza kwa nani? Yanapokuja changamoto, linapokuja jaribu na hapo ndipo watu wengi nyumba zao zinaanguka. Mtu anaanza kujenga anaanza kuimarisha. Maanake kujenga ni kwanza kuzungumza kwa kinywa kwamba nimeokoka. Sasa yaani, sasa hivi nategemea maombi, yaani sitajichanganya hata angekuja nani, hata ni furu. Hapo unajenga jenga, hapo unajenga jenga, jenga wewe. Ni shetani anasema, hunijui? Si najua udhaifu wako huko wapi. Nalileta jaribu tu taku, linatokea jaribu pa, jamani, maza, twende kanisani nitaenda kesho inayokuja, nani nani, twende na nini ni kumbe, lile jaribu tayari, lile jaribu tayari limesha meza hata kale kanyumba sasa, ambapo ndo kalikuwa kameanza kujengwa. Kumbe shida ni moja, umejenga ila, umeijenga ukaiweka kwenye mchanga, haujaichukua ukaiweka kwenye mwamba. Na ndio maana ukitaka kuangalia kwamba shetani ni baba wa udhaifu, hebu angalia Mungu Yesu, kabla hajaingia kazini ameenda alichokifanya akaenda kuipima nguvu yake kama imekamilika, akasema hivi, akaenda kufunga usiku na mchana siku arobaini na yeye alipandishwa na Roho nyikani ili Unajua pointi ambayo Yesu aliyoenda kufunga siku na mchana siku arobaini, makusudi aende kujaribiwa. We si unakataa majaribu? Yeye alienda kuipima imani kwenye majaribu. Ndio maana akaenda kutafuta kabisa, kumtafuta Shetani, kuyatafuta majaribu ya kwamba nitayapataje majaribu, yaje ili niipime hii imani imekamilika au la maana na imani yako kujua ya kwamba wewe umekamilika na wewe uko vizuri na Yesu Kristo aliyo hai. Ni jaribu, tutakupimia wapi kama sio kwenye jaribu? Tutakupimia wapi kama sio kwenye vita? Tutakupimia wapi mpaka tukukabidhi ofisi, mpaka tukupandishe cheo wapi? Lazima kwanza ujaribiwe upite kwenye mafunzo kwanza, upimiwe wapi ili nyota ipande, upimiwe wapi? Lazima kwanza upite. Kila mmoja ana jaribu yake, na hilo jaribu lilonalo sio kama la huyo jirani yako, lakini hilo hilo lilonalo haulitaki, na hilo hilo usipoangalia ndio linaweza kukudondosha hata kwenye wokovu na hilo hilo usipoangalia ndio linaweza likakuyumbisha. Na hilo hilo ndio yawezekana, saa zingine unaweza ukasema naenda leo, ni mara ya mwisho yaani, wasiponiombea likatoka sirudi tena. Hilo hilo hilo hilo ndio linakufanya onekane ya kwamba umepiga hatua mara kwa mara ya kwamba nimeenda, mbona siku nyingi naombewa halitoki, mbona halitoki, mbona? Hilo hilo hilo hilo jaribu ndio lilikurudishaga nyuma. Ulikuwa unasali vizuri, ukaacha ukaanza kutafuta uganga. hilo hilo kwani Shetani anatafuta udhaifu wa mtu ulipo. Akiona ulikuwa ni mtu wa mahasira sana, atatukutengenezea kavita tu ili ka watu waje wa kujibu vibaya. Shetani anaangalia udhaifu, Shetani anaangalia udhaifu, Shetani anaangalia udhaifu wa mtu, anapitia mahali pale ambapo kuna udhaifu na hapo ndipo anaingia, anatengeneza mambo, linaumbika jambo, linatengenezwa mambo, unasikia fulani yeah. Ah, sasa hivi chali chali, bwana chali, mambo ya imani. Ndio maana nakuambia mambo ya imani ni kitu ambacho ni cha ajabu sana, ni kitu ambacho ni cha tofauti sana kwenye mambo ya imani yaani mambo ya imani ni jambo ambalo ni fumbo ambalo kulifumbua ni mpaka mtu awe amefika mahali ana moyo mweupe. Ana moyo mweupe, na kinachomponya mwanadamu ni kuwa na moyo mweupe. Nilifundishaga na kumbukaga hapa somo moja la kujitegemea. Nikawa nasema ya kwamba kwa habari, mnaweza mkazaliwa tumbo moja, ndani ya tumbo moja mwingine akatoka mchawi, mshirikina, mwingine mwenye roho ya hivi, mwingine mwenye roho ya hivi. Nikaanza kufafanua mpaka kipindi cha Kaini na ndugu zake, wamezaliwa tumbo moja lakini wanauana wao wana kwa wao. Hilo fundisho nilifundishaga hapa liliwaponya watu wengi, na wakatoka wakajua, kumbe imani ni kujitegemea, imani ni kuibeba mimi kama mimi imani imani yako ukisema uiwekeze kwa mtu atembe nayo mfukoni, kuna siku hataenda ibadani, kuna siku hataenda, siku asipoenda na we hauendi. <tipi> imani zimebebwa na mtu, umewekeza kwa mtu hey. Leo akisema ah, bwana tusiende, mi nimechoka bwana, haya ah, nami nitaenda siku nyingine. Hiyo umeiwekeza kwa mtu, lakini kama inajitegemea aha, utakutana na maandiko ya kwamba mmoja yuko wawili wako kitandani, mmoja hutwaliwa, mmoja huachwa. na ili somo ndio unalikuta katika kitabu cha Mathayo. Sasa soma, watakuwa wamenielewa na kunielewa, ili tumshukuru Mungu natuende nyumbani. Hey. huh? Huh? Soma pale, mtumishi wa Mungu eh? Mathayo Mathayo 12:43, pana ameandikwaje? Pepo mchafu amtokapo mtu, pepo mchafu anapomtoka mtu Hupitia mahali pasipo maji. Ndio mahali pasipo na nini? mahali pasipo na nini? Maji, maji, maji, maji. Sema maji, maji. Ndipo shetani anapita, anaogopa maji. Pepo majini, anaogopa maji. Wangapi wanauhakika kabisa, majini kweli? Kabisa una uhakika eti majini? yanakaga wapi? kwenye nini? Eh? Baharini si ndio kwao? Sasa anaogopaje maji? I say. Anaogopaje maji? Sikiliza kwanza, ngoja kwanza, majini majini majini yanaogopa ya maji hmm, na mimi na ene, na Eh? Hey, hey, hey, hey, hey. Majini yanaogopa nini kwa neno la Biblia, ila kwa mimi na wewe tunajua majini anaketi wapi kando kando ya maji si ndio? kwenye miti si ndio? Baharini si ndio? Majini ndo mapepo hayo. Lakini hapa imeandikwa pepo amtokapo mtu anatafuta mahali pasipokuwa na maji, mahali pasipo na maji. Yeye huyu pepo anayotoka hapa anaogopa maji kuliko navyofikiri. Sasa yes, inatakiwa tutafakari hayo maji ni ya namna gani, kama anaishi baharini anakaa baharini, lakini leo anaogopa maji. Hayo maji ni ya namna gani? Sasa sikiliza, twende taratibu. Hayo maji ni kuelekeze, ni ya namna gani? wangepe wanataka waelewe, au nikaachilie hapo hapo, tuende nyumbani? <laughs> Anayaogopa huyu pepo, hayo maji ni haya hapa Yesu alisema yeye ndiye chemichemi chemi ya kweli na uzima, watakaomunywa yeye hawataona nini? Hawataona, hawataona. Sasa sio kwamba walimchukua Yesu wakamkatakata, wakamkatakata, wakamgeuza akawa maji, akamweka kwenye girasi, wakamnywa. Ah, ah. Lakini walichokuwa na kinywa ni lile neno walikuwa nalitoa Yesu Kristo, wanapopokea manake wamekunywa. Kwa mfano sasa, majibu yake ni haya hapa. Mimi hapa niko ninatoa maji, kuna mwingine anakunywa na mwingine hanywi. Ni kweli au sio kweli? E, anaokunywa tuona anavyokusikiliza kwa umakini. Yaani kunywa ni kupokea E, mtu anapokea, likiingia umu amekunywa, na alikinywa, manake neno la Yesu Kristo ni maji yaliyo hai. Aha, kumbe hawa pepo wanaogopa mahali ambapo kuna neno. Makofi kama umenielewa. <coughs> <coughs> hili ah, darasa hili ni nzuri sana hili darasa, umenielewa au hujanielewa? Sasa ndio maana pepo wanaogopa mahali kwa ambapo kuna maji Tafasiri ya maji tumepata ni nini? Sio hayo maji ya ziwa Victoria, sio hayo maji ya baharini. Hapo ndio makao yao, lakini maji wanayoyaogopa ni haya niliyoyafafanua. Ndio maana akitoka kwa mtu, anaenda mahali ambapo hakuna neno la nani, anatafuta anaketi na mimi nimekueleza, watu hawajui, wanataka maombi maombi sana, lakini wangelitafuta neno, hilo ndilo ambalo linaloogopesha mapepo na mapepo na mapepo na mapepo. Ndio maana nikakwambia, ongera wewe unaokuja kusikiliza neno, jipige makofi kwa haya na mengine mengi. Usisahau kusubscribe ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.